Kaka, kabla ya dini, Mungu alikuwa anashuka Afrika na na alikuwa anashuka Afrika, kabla ya hizi dini, Mungu alikuwa anashuka Afrika. Bustani ya Eden ilikuwa mbinguni? Bustani ya Eden ilikuwa duniani, hapo Iraki ya leo. Eh, Irak. E, hata bustani ya Eden sawa. Dini zimekuja zikaele, bado na zenyewe zinafanyaje? Zinasema ni Afrika, anaongea na mwanadamu Afrika nani anaweza kuyaongea haya? msalaba wenyewe wa Yesu ule kaubeba Mwafrika. Mfalme Sulemani amezaa na Muafrika. Nani anaongea? ukisikia neno sheba kwenye Bibilia maana yake ni Afrika. Mchungaji wapo wanakuambia kwamba dini zimekuja Afrika, tumeletewa hizi dini ili wazungu na waarabu wapate njia rahisi ya kututawala, wawezi kututawala vizuri. Huwezi kumtawala mwanadamu kabla ya kumpunguza makali mwanadamu ana maamuzi magumu sana. Kwa hiyo hizi dini, ndio maana hata serikali yenyewe inawaheshimu viongozi wa dini. Au kuna jambo likitokea katika jamii, kuna wakati serikali inachemka, inabidi dini ndio iingie kati iseme jamani, Mungu apendi. Unaangalia Mungu apendi, mbona wamezulumiwa kweli, unaona hmm. au anakuja nabii anasema, Mungu amesema mwaka ujao mambo yatakaa sawa. Roho za watu zinafanyaje? Zinarudi nyuma kwa ile value ya kiongozi wa dini kwa hiyo di dini ina nguvu kaka, dini ina nguvu kuliko vita. Kwa hiyo inawezekana kwamba dini imekuja kutawala kweli watu wa Afrika? Hivi ni kweli, ni maneno magumu. <laughs> ni maneno magumu, lakini lazima tuziangalie hizi dini, hasara zake na faida zake. Dini ni nzuri <hum> -huh. ina mshepu mtu kuwa na tabia <hum> -huh. njema, nj kujua Mungu yupo, kujua hapasi kumuonea mnyonge lakini sasa kuna mengine ambayo sasa tumeingiziwa ni kulazwa, yaani unalazwa unazubazwa, mtu anashinda kanisani asubuhi mpaka jioni wiki nzima. Atafanya kazi saa ngapi? Atasimamia familia saa ngapi? Hiyo sadaka. Tatizo ni walioipokea dini. Kuna message moja nimeifundisha ni me, ni me Ijumaa, inaitwa wa, walioipokea dini E, walioipokea dini ndo wameleta changamoto. Wewe mwandishi wa habari Muislamu, wewe mwandishi wa habari Mkristo, mm. Ninyi mkizaliwa mkiwa wadogo afu mkaruhusiwa kuiishi dunia mm. Mtapendana ijaye kutokea bila dini yes. bila dini. bila dini, kuna ofisi wewe unanyimwa kazi kwa sababu tu wewe ni Muislamu mm. Eh, yani wewe uh, jamaa eh, Muislamu ah uh, bwana hatuwezi kuajiri Muislamu hapa mm. na kuna wachungaji wanafundisha kabisa hutakiwi kumweka Muislamu ofisini kwako mm. Sasa, Uislamu wake na taaluma ninahusiana nini kama jeshi la wananchi wa